Yes, usiku wa kuamkia leo tumeshuhudia mechi mbalimbali katika ligi mbalimbali mbali duniani, tukianzia hapa Bongo Tanzania, katika NBC Premier League ama ligi kuu ya Tanzania Bara ilipigwa michezo minne katika NBC Premier League ambapo Pamba Jiji Football Club alimkaribisha Namungo Football Club, Pamba Jiji wakitoa sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Namungo Football Club. Fountain Gate FC dhidi ya Singida Black Stars, mechi ilimalizika kwa ushindi kwa klabu ya Singida Black Stars, ushinda goli tatu kwa sifuri. KMC versus Tanzania Prison, mechi ilimalizika kwa ushindi kwa KMC, ushinda goli tatu kwa mbili. Tabora United dhidi ya Young Africans. Young Africans walifanikiwa kulipa kisasi kwa kushinda goli tatu kwa sifuri tonde moja kwa moja. Huko kwenye CAF Confederation Cup hatua ya robo finali, ambapo kulikuwa na michezo minne pia Stellan Bosti dhidi ya Zamalek, mechi ilimalizika kwa sare bila kufungana. Almasri dhidi ya Simba Sports Club kutoka Tanzania. Simba Sports Club wameshindwa kutamba nyumbani kwa Almasri. Almasri walifanikiwa kuibuka na no ushindi wa goli mbili kwa sifuri dhidi ya Simba Sports Club. Asek Mimosa alikipiga na RS Belkane. RS Belkane alibuka na no ushindi wa goli moja kwa sifuri. CS Constantine vs USM Alger mechi ilimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Huko Spain kulikuwa na mchezo wa Copa del Rey hatua ya nusu fainali ambapo Atletico Madrid walimkaribisha FC Barcelona. Atletico Madrid wameondoshwa katika mashindano ya Copa del Rey baada ya kufungwa goli moja kwa sifuri dhidi ya FC barcelona. Aggregate ikisoma tano kwa nne. FC Barcelona wanaenda moja kwa moja katika hatua ya fainali ya Copa del Rey ambapo wanaenda kukutana na Real Madrid. El Clasico Copa del Rey final, bonge moja la mechi ambalo hutakiwi kulikosa kabisa. Huko katika Italia, Copa Italia, hatua ya nusu fainali, Milan derby, AC Milan versus Inter Milan, mechi ilimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Tunasubiri mechi ya mzunguko wa pili. Ni nani ataweza kwenda katika hatua ya fainali ya Coppa Italia kati ya AC Milan dhidi ya Inter Milan. Huko France, Coupe de France hatua ya semi final, kulikuwa na Rennes versus Reims. walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja. German, DFB Pokal semi fainali ya manusu finali VFB Stuttgart dhidi ya RB Leipzig. VFB walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa moja. Tuende moja kwa moja huko England katika English Premier League, kulikuwa na michezo sita. Mchezo wa kwanza kwa kutanisha Bournemouth dhidi ya Ipswich. Ipswich walibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja. Brighton vs Aston Villa. Aston Villa walibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri dhidi ya Brighton. Manchester City walikipigana na Leicester City. Manchester City walibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Newcastle United vs Brentford Newcastle United walibuka na ushindi wa goli mbili kwa moja. Southampton walimkaribisha Crystal Palace, mechi ilimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Liverpool versus Everton. Liverpool walibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Hizo ndizo mechi ambazo zimepigwa katika usiku wa kuamkia leo katika ligi mbalimbali mbali duniani. Ni mchezo so gani ambao ulikufurahisha zaidi hapo? Naomba uniambie hapo kwenye comment. Hapa ni super travel ya Dino Television. Endelea kukaa na sisi kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.